Kuna uwezekano mkubwa sana kwamba shati au gauni lako limetengenezwa kwa kutumia pamba ya Afrika na hasa nchi ya Afrika Magharibi ya Benin. Nchi hiyo ni mojawapo ya nchi zinazoongoza kwa uzalishaji wa pamba barani Afrika, ikiwa na zaidi ya wazalishaji laki mbili na elfu ishirini wa zao hilo wanaohusika katika viwanda ishirini na nne vya kuchambua. Benin inachangia takriban asilimia moja katika soko la kimataifa na hivyo kuwa kati ya wazalishaji kumi wakubwa wa pamba duniani. Katika msimu wa mwaka 2024-2025, Benin inatarajiwa kuzalisha zaidi ya takriban tani laki sita na elfu ya pamba na kuwazidi washindani wa kikanda kama vile Mali. Pamba ambayo mara nyingi hujulikana hapa kama dhahabu nyeupe, inabakia kuwa nguzo kuu ya uchumi wa Benin. Hata hivyo, kiasi kikubwa cha pamba hii kihistoria kimekuwa kikisafirishwa katika hali yake ya asili katika nchi kama Bangladesh, India na China ambapo baadaye huchakatwa na kugeuzwa kuwa nguo zinazokamilika. Kwa hivyo Benin imekosa thamani ya ziada inayokuja na usindikaji wa kutengeneza na utengenezaji wa ndani. Nchi hii sasa inaelekea katika utengenezaji wa nguo ndani ya nchi kwa lengo la kuchakata pato lake lote la pamba ndani ya nchi siku za usoni, ambalo litapanua kwa kiasi kikubwa sekta ya utengenezaji. Rais Patrice Talon ambaye hivi majuzi alinusurika katika jaribio la mapinduzi, anasifika kwa jitihada zake za kuipeleka Benin mbele zaidi kiuchumi kwa kutegemea mauzo ya nje tangu kama tajiri wa zamani wa pamba, mara nyingi anajulikana nchini humo kama mfalme wa pamba. Mkakati wake ni pamoja na kuanzisha eneo la viwanda la Globe Jigibe lililoko takriban kilomita 45 kutoka kitovu cha kiuchumi cha Kotonu. Hifadhi hii kubwa ya viwanda lilizinduliwa mnamo mwaka 2020 kupitia ubia kati ya serikali ya Benin na mjasiriamali wa India. Imeundwa kushughulikia mchakato mzima wa utengenezaji wa nguo katika hatua tofauti. Kufikia mwaka 2025, eneo hili la viwanda linachakata takriban tani elfu arobaini za pamba kila mwaka na uzalisha nguo kati ya milioni saba na kumi kwa mwaka. Kwa makadirio inaweza kuwa na uwezo wa kutoa nafasi za kazi zaidi ya laki mbili elfu hamsini katika sekta tofauti ya kuongeza thamani ya pamba. Ajira hizi zitahusu viwanda vya kusokota, viwanda vya kusuka, viwanda vya nguo na huduma za usafirishaji. Benki ya maendeleo ya Afrika inakadiria kuwa sekta ya nguo inayostawi inaweza kuchangia zaidi ya dola bilioni tano kila mwaka kwa uchumi wa Benin, huku ikichochea ukuaji jumuishi na endelevu. Lakini hadi sasa bado Benin inasindika sehemu ndogo sana ya pamba yake. Wataalamu wanasema kufikia uwezo kamili wa usindikaji kutahitaji uwekezaji mkubwa katika miundombinu, umeme, maji, uchukuzi na wafanyikazi wenye wenye ujuzi. Zaidi ya hayo, Benin lazima ifanye kazi ili kuhakikisha kwamba viwanda vyake vinafikia viwango vya kimataifa vya kazi na mazingira ili kuvutia na kuhifadhi wanunuzi wa kimataifa. Na sasa kuna changamoto ya kisiasa huku, Rais Talon ambaye alikuwa ameipa sekta ya pamba kipaumbele, sasa anajitahidi kuepuka jaribio lingine la mapinduzi na kushikilia wadhifa wake angalau hadi mwaka 2026 wakati muda wake utakapokamilika.